Tuliweza kukamata mitungi ya gesi ya kampuni ya Lake Oil mitungi ya gesi 118. Mtakumbuka kati ya petrol stations zilizoharibiwa kwa kuchomwa moto ni, petrol station ya, ni ni kituo cha kuuzia mafuta cha Lake Oil kiliathirika kwa ukubwa wake na katika tukio hilo waliiba zaidi ya kuchoma moto, alikuwa ameiba mpaka mitungi ya gesi na mali nyingine. Tuliweza kukamata mitungi hiyo kama nilivyotaja, 118, na lakini, katika kampuni ya mafuta ya Oryx e, na, na Mihan na penyewe tulikamata mitungi ya gesi, lakini pia tuliweza kukamata magodoro 40 aina ya Super Banco na Tanform pamoja na jora 18 za vitambaa vya kushonea magodoro. Utakumbuka pia kwamba katika kiwanda cha magodoro cha Super Banco na Tanform, pamoja na uharibifu uliofanyika pia, wahalifu hao walipora mali mbalimbali, yakiwepo magodoro ambayo kwenye msako wetu tuliweza kukamata baadhi ya magodoro, lakini pia tuliweza kukamata jora 18 za vitambaa vya kushonea magodoro. Lakini katika msako huo tuliweza kukamata difu moja ya gari, injini ni tatu za magari tofauti, gearbox moja ya gari. Magari haya yalichomwa moto katika matukio haya siku ya tarehe ishirini na tisa na kwa sababu vurugu ziliendelea mpaka kesho yake, baadaye tumeweza kukamata wahalifu hao waliochoma moto magari hayo. Yakabaki skrepa, walirudi kwenda kufungua engine na baadhi ya vifaa vya magari kwa ajili ya kwenda kuuza katika vyuma chakao vitu hivyo tumeweza kuvikamata na watuhumiwa, na vingine vikuwa vimetelekezwa kutokana na msako mkali uliokuwa ukiendelea. Lakini pia tumeweza kukamata ATM mashine mbili za taasisi za kifedha ambavyo, kama mnakumbuka, kuna taasisi za kifedha ambazo watu hao walienda wakavunja na kuchukua zile ATM machines na walichukua kwa lengo la kwenda kubomoa ili waweze kuiba fedha. Hata hivyo, hawakufanikiwa ATM mashine hizo zimeweza kupatikana na kiasi cha fedha kilichokuwemo kimeweza kuhifadhiwa kwa mujibu wa taratibu. Lakini pia tuliweza kukamata matenki manne ya maji, tumeweza kukamata fire extinguisher tatu, compressor moja na pipa nne za kemikali za kutengeneza magodoro. Watu hawa pia waliiba mpaka kemikali za kutengeneza magodoro kutoka kwenye vile viwanda vilivyoharibiwa na vingine vilivyopata eh, changamoto za kuibiwa mali zake. Tunaweza kukamata friji moja aina ya Voni, lakini pia tunaweza kukamata kasiki mbili ambazo kasiki hizi zilipatikana zikiwa ari zimevunjwa na kiasi cha fedha kimeibiwa. Ndoo rangi mbili na makopo mawili, ndoo tupu za mafuta ya kula 130 na, na mabati 14. Mabati haya ni ya shule ya msingi iliyopo katika wilaya ya Ilemela ambayo wahalifu hawa waliamua kuwezua mpaka mabati kwa lengo la kwenda kuyauza. Hata hivyo mabati haya yaliweza kupatikana kutokana na msako mkali uliokuwa ukifanywa na jeshi la polisi, kushirikiana na wananchi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Mwandishi wa habari, vitu hivi nilivyovitaja kwamba vilipatikana kutokana na misako vimehifadhiwa katika vituo vyetu vya polisi, huku uchunguzi kuhusiana na vurugu fujo, na uporaji huo zikiendelea. Mali nyingine tulizikuta katika majumba ya watu, mali nyingine zilikutwa zimetelekezwa kutokana na msako mkali ulioendeshwa na jeshi la polisi. Kufuatia vitendo hivyo vya uvunjifu wa amani, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limefanya jitihada kubwa ikishirikiana na mamlaka nyingine za kiserikali, lakini na wananchi kwa ujumla kutoa ushirikishwaji mkubwa wa jamii katika hali ya kukemea kwa nguvu zote vitendo hivi vya uvunjiko wa amani ambapo katika kufanya hivyo tumeyashirikisha makundi mbalimbali mbali ndani ya jamii tukitambua kwamba jitihada za kuzuia uhalifu zinatakiwa kufanywa na jeshi la polisi, lakini kwa ushirikiano mkubwa na wananchi wa mkoa wa Mwanza. Tumefanya jumla ya mikutano ya ushirikishwaji wa jamii tangu tukio hilo limetokea, jumla ya mikutano 39 pamoja na hayo, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tumekuwa tukisikia taarifa zinazosambaa maeneo mbalimbali katika mitandao ya kijamii na maeneo mengine kuwa yako maandamano mengine yanayoandaliwa, yanayoendelea kuratibiwa kufanyika katika kipindi hiki cha mwezi wa kumi na mbili tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu. Taarifa hizo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumezichukulia kwa uzito mkubwa sana, hatujazipuuza hata kidogo, tumeendelea kuzifanyia kazi kwa utulivu mkubwa huku tukiendelea kuwabaini wale wote wanaojihusisha na uchochezi, ambapo tumefanya hivyo kupitia doria zetu mbalimbali, misako mbalimbali, na hivyo tumefikia ukamataji wa watuhumiwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu. Wako watuhumiwa 116 wanaendelea kuhojiwa kwa uchochezi huo. Upelelezi unaendelea, utakapokuwa umekamilika za kisheria dhidi yao zitachukuliwa. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza inawaomba wananchi kuendelea kutoa taarifa dhidi ya watu hao ambao wamelenga kuendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani, wamelenga ku, ku, ku, ku, kusababisha kuondoka kwa utulivu na usalama katika, pia tunaomba wananchi kutokubali kabisa kushirikishwa kwenye maandamano hayo haramu, ambayo hata hivyo jeshi la polisi tayari limekwisha yakataza. Kwa hiyo tunaomba wazazi wa vijana na wazazi wenyewe wazuia watoto wao kutojiingiza kwenye maandamano hayo kabisa, wasijiingiza. Badala yake tunaomba makundi yote ya kijamii katika mkoa wetu washirikiane na serikali kudumisha amani na utulivu katika siku hiyo ya tarehe tisa ambayo ni siku muhimu ya kumbukizi ya nchi yetu ya Tanzania kupata uhuru wake lakini si hivyo tu, wadumishe amani katika kipindi chote, si kwa tarehe hiyo tu, hata kwa tarehe nyingine, hata kwa, hata kwa siku nyingine. Wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wanao wajibu wa kutunza amani ya Mwanza.